Pamoja na mashauri haya ya mirathi ambayo nimesema, haya yanapaswa yapate first charge, iwe <laughs> ni kwenye levo ya original jurisdiction au kwenye apelate levo, kuna umuhimu pia kuongeza spidi yetu kwenye disposal, kwenye adjudication ya mashauri yanayohusu ardhi. Ardhi ndio mali ya maana hapa duniani kuliko mali zozote, na hata ninyi mnaitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu ya ardhi, eneo lililotengwa linalojulikana kama ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kila shughuli za binadamu hutegemea uwepo wa ardhi na anazifanya kwenye ardhi, na uzalishaji wote hufanyika kwenye ardhi na sisi binadamu hata kuishi ukiacha hiyo divine intervention. Tunategemea matumizi ya ardhi. Ukisoma Mwanzo sura ya tatu mstari wa kumi na saba hadi wa kumi na tisa yule bwana mkubwa alielekezwa anaitwa Adamu, pamoja na mambo mengine, wewe ni ardhi, utaitumikia hiyo ardhi maisha yako yote. Maana yake kwamba shughuli zako za uchumi, za kisiasa na kijamii zinategemea matumizi ya ardhi. Uchumi wote uko kwenye ardhi, na siku zote vita hupigana kwa sababu mbili: moja, ardhi ambayo inabeba rasilimali zote; pili, ibada, neno nyingine dini. Ndio maana anasema hii migogoro ya ardhi lazima tuitatue mapema, na tumeona tu hapa watu wanapigana pia Individually mimi nimeshuhudia kesi, nimehukumu kesi mimi, mtu anampiga mwenzake, anagombea shamba. Lakini tumeshuhudia sisi hapa watu fulani wakipigania ardhi, au koo fulani katika kabila fulani wakipigania ardhi, au watu fulani wakipigania ardhi ama kwa ajili ya malisho au kwa ajili ya kilimo a na mimi natamani kwamba hata adjudication ya mashauri ya migogoro ardhi kwenye ngazi ya wilaya kule tufanye sisi wenyewe. Right now tunaraumiwa kwa kitu ambacho hatuhusiki, mashauri yanakuja huku juu. Nataka mashauri haya tuyape kipaumbele. Masajili, ninyi waheshimiwa wasajili wa mnapotengeneza wa mwakumbushe waheshimiwa majaji wa dispose wasikilize izi kesi za msingi za migogoro ya ardhi iliyoko kwenye ma ih zao. Tusizikwepe, tusizikwepe. Mashauri haya ya ardhi yapewe kipaumbele.